Familia moja huko Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia inamtafuta mama wa watoto watatu aliyetoweka kwa wiki mbili. Familia hiyo inaarifu kuwa Caroline Mokeira aliondoka nyumbani na mumewe, lakini mume huyo alirudi nyumbani peke yake na hakutoa taarifa zote za kueleweka kuhusu aliko mkewe, kama anavyotuarifu Franklin Wala. Familia zingine mbili hapa Nairobi zinawatafuta wapendwa wao akiwemo mama wa umri wa miaka 75 aliyetoweka kutoka mtaani Umoja. Nyumbani kwa Caroline Mokeira Joash huko Kitale kaunti ya Trans Nzoia, jamaa na marafiki wamekusanyika ili kumtafuta mama huyo ambaye alitoweka tarehe 17 Oktoba. Babake Caroline anaeleza kuwa Caroline aliondoka nyumbani na mumewe usiku huo. Mume alirudi nyumbani peke yake. Baadaye alipoulizwa aliko mkewe, alidai kuwa Caroline alitoweka njiani. Aidha alitoa taarifa zinazokinzana kwa wazazi wa binti huyo. Kijana kamweleza hadi huyo Caroline alimweka gari ya kwenda Nairobi, nilimpandisha gari Nilimpandisha gari na mimi alikuwa amenieleza Caro disappeared wakati alifika kwa, kwa kwa kwa stage kutoka siku hiyo, sija sija sijaona my daughter. Na hiyo kijana, saa hiyo alikuwa na shughuli, tulipata alikuwa bado hata ku report, hata hakunieleza what has happened. Familia iliandikisha ripoti katika kituo cha polisi Transnzoia na uchunguzi ungali unaendelea. Already eh? to go missing akipatikana. Wakati huo huo, mtaani Umoja hapa Nairobi, familia ya Grace Wanjira Kamau, mama wa umri wa miaka sabini na tano, pia inamtafuta. Grace alitoweka tarehe ishirini na nane Oktoba. Not on any of her medication, she went, she went anisli Nairobi. Jamaa ya Muhamed Eden Gerane pia inamtafuta mwana wao aliyetoweka tarehe kumi na sita mwezi huu. Kichwa chake sio mzuri, mara wengine ukimuuliza jina yako ni nini, anakwambia Muhamed Siyad, mara Muhamed Aden Gerane yeyote, kama ni mrefu mwembamba, ako na missing tooth, kichwa chake sio mzuri. Tafadhali tunawaomba wote mudirect to the nearest police station or kwa area chief. Familia hizo zinahirai idara ya DCI kusaidia kuwatafuta wapendwa wao waliotoweka. Franklin Wala, runinga ya Citizen.